Mwanasiasa Martin Fayulu, wakati mmoja alionekana mkosoaji mkubwa wa rais wa DRC, Felix Tshisekedi, lakini sasa amebadili msimamo wake na hata kusema yuko tayari kushirikiana naye lakini kwa masharti. Akiongea na mwanahabari wa idhaa ya RFI Christophe Boisbouvier, Fayulu amesema haungi mkono makubaliano yote ya amani na nchi ya Rwanda ikiwa wananchi wa Congo hawatashirikishwa no, Hapana, tamko letu ni kwamba kabla ya kutia saini makubaliano hayo, inabidi kwanza wakongomani wasemezane, waongee kati yao, na wapate suluhu ya mzozo uliopo. Makubaliano yoyote au majadiliano yoyote yenye lengo la kusaidia Kongo kuwa na amani na usalama, tunakubaliana nayo, lakini kwanza tunasema hakuna kusaini mkataba wowote bila ya wa wakongomani kukaa pamoja katika kile tunaita mshikamano wa kitaifa. Inabidi wakongomani wakae pamoja kuchambua kwa kilindi juu ya sababu za ndani za mgogoro wetu, nitakubaliana ni na mapendekezo yote ya mazungumzo hayo, sababu nitakuwa nimetoa mchango wangu. Matamshi yake ameyatoa siku chache kupita tangu Mei Mosi mwaka huu, yeye rais wa zamani Joseph Kabila, Mois Katumbi na Deli Sesanga walitia saini azimio la pamoja kutaka kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kupata suluhu ya mzozo wa mashariki mwa Kongo.